E, somo letu la leo kutoka kwenye kitabu hiki ambacho Mungu aliniambia nikiandike, chatembelea watu wangu, ambacho kitabu chenye masomo mbalimbali mbali, kwa maana ya matengenezo ya kanisa kwa karne yetu hii ya ishirini na moja. Somo letu la leo linasema tuombee watu wa Mungu. Tuombee, tuombee watu wa Mungu, ndio somo linavyosema tuombee watu wa Mungu, manake ni somo linalohusu maombi. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Petro ile sura ya tatu. Ile sura ya tatu tenda kusoma mistari michache hapo. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu mstari wa 12 tunajifunza kuhusu tuombee watu wa Mungu. Kwa maana tunajifunza kuhusu maombi. Waraka wa Kwanza wa Petro sura ya tatu mstari wa 12, kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Narudi hapo: kwa kuwa macho ya Bwana huelekea wenye haki na masikio yake husikiliza maombi yao, bali uso wa Bwana ni juu ya watendao wa, juu ya watenda mabaya. somo letu Nasema tuombee watu wa Mungu. Ninawaandikieni kanisa mambo haya kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nimeambiwa na Mungu aliye hai niandike, nimepewa niwapeni, wapeni wengine pia. Maombi ni kitu gani? Maombi ni njia ya kuwasiliana na Mungu. Aina za maombi. Kuna aina mbili za maombi, nayo ni maombi yanayomdhihirisha Mungu na maombi yasiyomdhihirisha Mungu. Ni maombi gani yanayomdhihirisha Mungu? Maombi yanayoombwa kwa kina toka rohoni ndiyo yanayomdhihirisha Mungu. Ni maombi gani yasiyomdhihirisha Mungu? Maombi yasiyomdhihirisha Mungu ni maombi ya kuomba juu juu tu, hayatoki rohoni, yanatoka kinywani tu, ni maombi yasiyomdhihirisha Mungu. Watu waliomba kwa kina watu walioomba kwa kina katika Bibilia ni Nehemia, Danieli, Hana, Rusi, Sara, mama yake Samsoni, Elizabeti, Mariamu, nabi Ana, mama Mkanani, Yesu Kristo, Yabesi, Daudi, Suleimani au Sulemani, Paulo, Yona na Stefano. Nani aliomba sahihi? Watu walioomba sahihi? Watu walioomba sahihi ni hao wafuatao: Hana, Eliya, Daudi na Suleimani. Waliomba kwa ajili ya nini? Watu huomba kwa ajili ya nini? watu wanaomba kwa sababu wanayo mahitaji yao. Waliomba kwa sababu ya wengine, kwa sababu za kuomba. Maanake Roho Mtakatifu anaanza kuziorozesha, anasema watu wanaomba, wanaomba kwa sababu wanayo mahitaji, wanayo uh -uh -uh uhitaji watu wanaomba pia kwa sababu ya wengine. Namba tatu, watu wanaomba kwa sababu wanakataa habari mbaya. Hiyo ni namba tatu. Namba nne. Watu waliomba au huwa wana, wanaomba kwa sababu wawekewe vitu na wapewe vitu vingine pia. Watakatifu waliomba kwa nguvu za Mungu wakasikiwa, waliomba katika roho, wakasikiwa katika roho, wanahesabu yao katika roho, wanaandika katika roho, wanakuambia katika roho. Ukisema katika roho maana yake amani ya Mungu itawale. Watakatifu ni watu gani? Watakatifu ni watu wanakubali na wanaamini kusikia sauti ya Mungu, wanafika mahali hawatasema sema tena mambo yaliyo kinyume na wengine kina nani ulikutana nao wakiomba? Nilikutana na watakatifu wa Mungu wengi wakiomba, wanaomba. Wanapoomba wanasikia sauti ya Mungu, wakisikia sauti ya Mungu wanafuata maelekezo ya Mungu, wakishafuata maelekezo ya Mungu wanafanya walivyoelekezwa na Mungu wakifanya walivyoelekezwa na Mungu yanakuja matokeo. Matokeo yakishakuja wanakuja watu dhahiri, manake yanaleta majibu, watu wanapata majibu. Roho wa Bwana anasema hivyo, mpangilio huo Mungu anaweka kwenye kitabu hicho. Kitabu hicho kitakuwa na mlolongo mrefu wa kusemasema kusema sana lakini katika mpangilio ambao sasa umetolewa na Mungu mwenyewe, Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yanatoka kwenye kinywa cha Mungu. Na mimi Mungu ameniapisha au Roho Mtakatifu ameniapisha mara kadhaa kwamba niandike kwa usahihi jumbe anazo nipa ili ziwasaidie wengine. Na kwa kuwa zitakuwa kwenye audio, zitakuwa kwenye mitandao, zitakuwa kwenye flashi, zitakuwa kwenye memory, zitakuwa kwenye vitabu, zitakuwa kwenye maandishi mbalimbali, zitakuwa kwenye mabango mbalimbali mbali. Hata mimi nitakapokuwa sipo au nimetoliwa au nimekufa, basi watu watajua kwamba Mungu aliwahi kusema na mtumishi wa Mungu Jilu Muna Mpanda mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Kwa hiyo ndivyo inavyokuwa, na Mungu anasema, alikuwa akinifundisha kusema kwamba ukiandika, manake ni kumbukumbu ya kudumu. Hata kama sintakuwepo, watu watakuja kusoma, watakuja kwenye maktaba yangu hapa ambapo nipo hapa nyumbani karakana, na nimeanzisha maktaba yangu hapa na nyaraka mbalimbali mbali, na vitu mbalimbali ambayo Mungu anasema nami, basi watu watajifunza nikiwa hai au nisipokuwa hai. Mungu wa mbinguni akubariki. Amina.